Na kaunti ya Bungoma inajizatiti inazi kukabili inazi visa vya maambukizi ya kichocho na minyoo kutokana tu na uwepo wa asilimia 98 nane ya vyoo ambavyo vimewekwa katika sehemu ya makazi. The End Fund mid-term report 2023 2024 on intestinal of worms and bilharzia indicated a significant reduction in transmission.

that is Twitter and other social media platforms about water sanitation hygiene bilihasia. Tuko na bilihasia mbili, ya kwanza ni bilihasia ya mkojo, ya pili ni bilihasia ya kinyesi okay? na area hii West Sangalo iko na bilihasia because we tulifanya utafiti in 2021 na tukapata ya kwamba, this place has bilihasia na tena this place has also minyo hiyo okay. Anapoenda msituni kwa miwa bila, tuko na miwa, naweza enda eh, kwa miwa ama aende kwa kichaka hiyo, inabebwa na maji.